Mfalme wa falme, mfalme wa falme, mfalme wa falme. Tunasema ni wewe tu Bwana, tunasema ni wewe tu Bwana, tunasema ni wewe tu Bwana, tunasema ni wewe tu Bwana. Katika hali zote tunasema ni wewe Bwana, katika mambo yote tunasema ni wewe Bwana, katika mgumu wote tunasema ni wewe Bwana, katika mazingira yoyote tunasema wewe ni Bwana, kwa namna yoyote tunasema wewe ni Bwana. Jina lako hali fikwi, jina lako ni kweli, jina lako ni kweli, nguvu yako ni kweli, nguvu yako ni kweli, na jina lako ni kweli ndio maana tunasema ni wewe tu bwana jina lako halibadilishwi na chochote jina lako limesimama jina lako liko vile vile wewe ni mungu wa kweli tunakuja kwako bwana uliye mkombozi wa maisha yetu uliye mkombozi wa maisha yetu uliye mkombozi wa maisha yetu baba tunakutegemea wewe bwana tunakutegemea wewe asante mungu wa pekee asante bwana mabwana mungu wa milele tunakushukuru bwana kwa hari hii ambayo bwana tumeifanya katika kumsindikiza shujaa wetu sifa. Bwana tumerudi katika mazingira haya kwa ajili ya kujipanga tena kwa maisha yetu sisi bwana. Tuko hapa baba, tukijua ni wapungufu kabisa. Tuko hapa bwana, tukijua bado ni wadogo sana. Tuko hapa bwana, tukijua bado tunakuhitaji sana wewe mungu wa milele mfalme wewe baba ni wewe tu mfalme wa falme tumefika kwenye mazingira haya ambayo wajoli wako watakutanika mungu walikuwa wakiomba makambi mbalimbali yalikuwa yakiomba sana e mungu wapekee wewe ni mungu bado unabaki vile vile na jina lako halipunguzwi na chochote jina lako bado linaitwa mungu hata situkane hata situkatae bado mazingira yako ni yale yale jina lako kwa namna yoyote ile Bwana. Ndio maana tunasema ni wewe umebaki wewe mfalme umebaki wewe kiongozi umebaki wewe Bwana asante kwa mazingira haya asante kwa mazingira haya kwa kuwa Mungu bado unaishi Mungu bado unaishi na, na utaendelea kuishi siku zote Bwana mabwana asante mfalme wa falme asante kwa siku ya leo Bwana

Haya, namshukuru Mungu sana, sio kidogo, sana sana sana sana, kwa sababu ni safari ngumu ndefu, ambayo imejaa mambo mengi sana. Kwa hiyo kuonana tena wakati huu, si tunamshukuru Mungu sana sana sana sana, sio kidogo. Na nisiache kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi Modesta, kwa kazi ngumu aliyoifanya. Namshukuru Mungu sana yani sana sana sana, na salamu pia zimfikie mme wake. Mungu ambariki sana sana sana, kwa mioyo yao ambayo walikusudia kufanya wema mpaka siku ya mwisho, walijaribu kupambana mpaka siku ya mwisho, ili angalau wajaribu kuziba gepu kwamba tujaribu kukaa na huyu ndugu kwa sababu si rahisi mtu uliyeolewa kwenda kuuguza tu mtu mbali, alafu na mume wako akakuruhusu, ni ngumu sana. Lakini kwa wao familia yao, basi Mungu awabariki sana, na salamu zangu zifike kwa Sau. Mungu awabariki sana sana sana sana. Najua mliooa mnajua tu kabisa, nyumba asipokuwepo mama inakuwaje? Unakuta inakuwa mbaya sana. Ambao hamjaoa nyumba iko vile vile vile vile wala haina mtikisiko wowote lakini aliyeoa we muulize tu hataipiana ameoa juzi juzi tu hapa lakini akiondoka tuma nyumba inabadilika mazingira yanabadilika kabisa kwa hiyo kuona tu kwa moyo ule wa dhati ah, yani namshukuru mungu sana sana sana sio kidogo pia mungu awabariki kwa ajili ya maombi yenu makambi yote na kambi kuu mungu awabariki sana sana sana sana uh, tunamwamini Mungu mpaka sasa eh, tunamwamini Mungu mpaka sasa uh, hakuna jambo la kutufanya turudi nyuma ama tukate tamaa tuseme Mungu hayuko. Hapana, ila chochote kinachotendeka kinatendeka kwa ajili ya kutufikirisha. Furaha haileti tafakari. Nafikiri niliwahi zungumza nikasema, huzuni inaleta tafakari lakini furaha inakuongezea starehe, lakini huzuni inaleta tafakari ama inaleta kujifikiria kwamba ni mtu wa namna gani. Watu wa Mungu, uh, tunatoa historia hii ya mtumishi wa Mungu sifa. Mimi namshukuru Mungu sana, kwa sababu sijuti kwa ninavyoishi na hawa watoto yani, toka moyo wangu wa ndani haujuti kabisa kwamba hawa watoto niliwahi kuwafanyia vitendo vikatili au vibaya mpaka wakajisikia vibaya. Moyo wangu una amani kabisa, kwamba hata nilimsikia mtumishi Robati, wakati anahubiri jana hapa, tulisikia mwanzo mwisho, wakati uko safarini, tulimsikia akisema jaribu kumbariki mwenzio akiwa hai. Hicho kitu nimekuwa nikikizungumza sana, kwamba yani ifike mahala unapoondoka, usianze kusema Mungu, naomba nisamee, naomba nisamee, au mtu ameondoka ndio unasema nasema, ningejua, yani ningemfanyia wema ule yaani ningejua ningetenda kile. Leo hii bado tuna nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri. Shujaa Sifa ama mashujaa waliotangulia wametuachia alama tu kwamba munaweza mkatenda mema, yaani wametuachia alama kubwa kwamba mwaweza kutenda mema. Sifa amekuja kugongerezea msumari kwamba twaweza kutenda mema, kwa sababu ukiangalia Yaani nakumbushia haya ni maumivu, yaani nasimulia hivi sio kwamba yaani ni maumivu makali. Ya, yaani, sio kwamba ni unasimulia una umerelax, unasimulia huku una ukiwa na maumivu makali. Na namshukuru Mungu ambaye ananipaga nguvu hata za kusimama, uh, kwa wakati mgumu. Ya, na namshukuru Mungu sana sana kwa sababu sio jambo rahisi kabisa kabisa kusimama kwenye mazingira kama haya, lakini unasimama. Namshukuru Mungu ambaye ananitia nguvu na maombi yenu ambayo yamezidi kufanya kazi sana, watu Mungu, kwamba niseme kwamba Mungu anao uwezo. Yaani, Mungu anao uwezo. Nilipoona kwamba Mungu anao uwezo ni pale ambapo Sifa siku ya kwanza aliyoumwa ghafla. Siku, siku ya kwanza aliyoumwa ghafla niliyowaambia Sifa alikuwa amekufa kabisa, lakini yale maombi mlioomba ndo yaliyomsogeza siku hizi mpaka amefikia hatua hii hapa, hata kama hatuko naye lakini tumemfikisha mikono ya ndugu zake, wakiwa wanamuona wako salama, wanapiga naye stori. La sivyo, ingekuwa ni kesi kubwa kabisa, angeweza kukatikia hapa hapa, kwa sababu tunajua siku ile alikuwa ameshaondoka. Siku ya kwanza tulimuona mimi na mtumishi Betha hapa na mtumishi Yakobo na mobili, siku hiyo mpaka waliozindukia hospitali, alikuwa amekwisha, lakini mara ya pili nilimpigia simu saa kumi na moja asubuhi. Alipokuja hospitali, ikatokea mbele yake akamuona naye, yaani ni alikuwa nakuisha, lakini baadaye Mungu akatoa nafasi kwamba hawa watu wasije wakadhalilika, huyu mtu akapotea mikononi mwetu kabla ndugu zake hawajamuona, ndiyo maana akaamua kumuongezea uhai. Unaweza ukasema yale maombi hayajafanya kazi, yamefanya kazi kubwa sana. Tulioko ndani tunajua kinachoendelea. Kwa hiyo yale maombi yalifanya kazi kubwa sana. Hatuko naye, lakini tuko naye kihistoria, kwa kazi alizozifanya zinatufundisha nini sisi, mimi na wewe? Tuna mtaji gani? Kwa sababu leo hii tutakaa hapa tunasimulia maisha ya sifa na tutasimulia milele, tutasimulia maisha ya, yake, lakini mimi na wewe sasa tumeachiwa nafasi. Nakumbuka siku zote huwa naongeaga hivi kwamba hivi we unafikiri kuna alama ambayo umewekewa kwamba kuna siku utaondoka? Siku zote huwa naongeaga hivyo kwamba kuna alama yoyote naiona kwamba mimi nitaondoka, au pumzi natupa jeuri kwamba hivi ninapopumua ndo nitakuwa mzima. Haya maisha ambayo wenzetu wameshatangulia, wametuachia deni kubwa sana la kwamba mimi na wewe tutaishije Je, tutaishi kawaida hivi hivi ama kuna mbio ambazo tutaziongeza? Kwa sababu tukiishia kusimuliana stori tukahuzunika hapa tukaondoka, bado hatutafanya kitu. Kazi ya historia za hawa watu zilikuwa ni kutuimarisha sisi, kwamba hawa watu wamepita kwenye hali ngumu mbaya, lakini hali ngumu na mbaya wanamkiri Kristo mpaka ma, siku ya mwisho, wanakiri Mungu mpaka siku ya mwisho mimi na wewe tunabaki na deni gani? Kwa sababu mtaji mtaji ni bidii, yaani usije ukasema mimi kwa sababu ni maskini sana. Hakuna maskini katika kutenda wema, hakuna maskini. Sifa hakuwa na hela hata kidogo. Muliofika kwao mmekuona kwao kulivyo, waliofika nyumbani kwao wanakujua nyumbani kwao kulivyo. Tukisema basi alivyokuwa anazungumzia nyumbani, sio kijijini kivile, ila ni kijijini Yani Bushengo, yani Bushanga, yani ni kijijini, lakini unakuta pamoja na kwamba ni kijijini, Sifa amekuja kuwika mjini mpaka leo. Mzee akaniambia tu, bwana hebu nenda tu, nenda dukani, nenda da, nenda, nenda. Yani sio kawaida ya mzee kusema nenda dukani, sema nenda, nenda, nenda. Nenda tu bwana, nenda. Hawa watu utakuta wamekuja hapa, tunaanza kupokea ugeni mwingine kwa sababu nimefika hata pale ah, unakutana na pole nyingi kiwango ambacho tena zinaanza kukuamsha upya tena, kwamba sasa hapa yaani nafanyaje? Kwa sababu kila unayemsalimie inabidi uwe bize umsalimie, ujifanye uko bize ili usikutane na zile pole, ah, habari habari utakutana nazo wewe, unampungia mtu mkono dukani tu, dada pole, namwambia haya, ah, asante, unapita, lakini walitamani kuna mtu mwingine wakaja pale, walikuja kunisalimia tu wakasema, Sasa, si tulijua anakuja Mbeya. Yani, watu wa Mbeya walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kumwaga, watu wa Mbeya tu walikuwa wamejiandaa. Tungeamua kuzungusha ule mwili, watu wengi wangejitokeza kumwaga, kama kijijini kule walijitokeza vile da tumeenda, watu walikuwepo. Tungekuja huko ambako alikuwa anakaa ingekuwa ni vita kali, kwa sababu akaja hata mlevi mmoja ya, ni mtu analewalewa sana anamfahamu kina mtumishi pale fundi analewalewa sana akaja mama vipi yani lambi lambi yetu imefika nikasema sijaiona tulikuwa tumechanga lambi lambi yetu sisi kama wanamwantengule vijana wawantengule yani tunawaamini sana tunawapenda sana tukaona nituonyeshe tu upendo wetu kwamba tumechanga yeye mwenyewe kaanza kufuatilia nani aliyechukua hizo rambirambi? Akaenda huku akaenda huku kaenda huku mpaka akaja akazikuta, alafu akasema tunataka tuje kanisani siku ya ibada ili tu yaani, tutoe tu rambilambi tu, tu, yetu kwa sababu ya shujaa sifa kwa sababu ya maisha ya sifa kwao. Akanauliza, ni siku gani ya ibada ambayo mnaabudu? Nikamwambia tu yani, nyie kama mnataka kuja njoni, iwe ni jumatano ambayo tutawapa labda nafasi ya kutoa lambi lambi. Sikuwa na haraka nazo kwamba nipeni tu mimi ah. Nikasema kwamba nyie mtakuja kama ni Jumatano mutoe hiyo lambi lambi. Kwa unakuta ni watu na ni watu waisese ambao ni watu wamejikusanya wao kwa wao, wakasema hapana, maisha ya huyu mtu ni maisha ambayo ni ndugu, kwa sababu wale walevi ndio ni walevi, ila sisi wanatuita ndugu. Yani sisi ni ndugu zetu, nyie ni ndugu zetu sana kwa sababu ya vile tunavyoishi ni ndugu zetu sana kwa hiyo tumeona angalau tutoe kichache hiki kwa ajili ya kumkumbuka ndugu yetu Ko. Tunasema kwamba sifa hakuwa na fedha, lakini maisha, watu wa Mungu, maisha yani mtaji, mtaji ni nguvu zako wewe, kutaka kufanya vizuri ni nguvu zako wewe, ni nguvu zangu mimi. Tunafanyaje vizuri leo hii, watu wa Mungu, tukiwa na pumzi, unamwona mwenzio anakukwaza sana, unamwona mwenzio ana makwazo amezidi unaona huyu ananikalia kichwani kwa sababu ni mzima, unapumua, lakini asipokuwepo unajuta, unasema kumbe ilikuwa jepesi kwa kiwango kile. Mimi nifikiri ni kuwa gumu, kumbe ni jepesi hivi. Kwa unakuta maisha yetu sisi yamebebwa na uhai tulionao, uhai tulionao. Hivi nilivyo mimi, niwe mtaji, yaani niwe mtaji, niwe mtaji kwa ya Mungu. Ya Mungu akiniona awe anashangilia, nimemwona mama nani akiniona awe anashangilia nimemwona mama. Yaani tu akiniona awe anasema nimemwona mama, yaani mtu akiniona awe anasema nimemwona, sio kwa sababu nawapaga hela, sijawahi kuwapa hela, ila kwa sababu ya maisha tu, ya namna gani tunavyoishi. Hii ndo deni ambalo ametuachia huyu ndugu, kwa sababu angekuwa na uwezo wa kifedha tungesema alikuwa nawapa watu sana fedha. Asante Mungu, anatuonyesha kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kifedha kwamba alikuwa anatoa sana fedha, hana. Ila kauli zake tu atakubariki, maisha yake tu atakubariki, spidi yake tu atatubariki. Yani mazingira yote yeye ilikuwa ni anajaribu anapambana. Nakaa pale nyuma nyuma, pananihukumu sana, yani nikikaa nyuma pananiumiza mali, popote ambapo nikikaa pananiumiza. Ukienda huku kunakuumiza, ukichukua kikombe kinakuumiza, yani kila kitu kinakuumiza kwao jeraha juu ya jeraha. Kwa hiyo unabaki mpaka Anganile akasema mama, "Ee, wewe sijui ni mtu au ni nani?" Kwa maisha haya uko hivyo ulivyo. Yaani mpaka Anganile ameshangaa, Anganile leo nisikwambie Anganile amechangamka, alivyoniona tu dukani kaa furahi. Amechangamka eti wao mama, yaani nimefurahi kukuona. Yaani mamangu, eh. Amechangamka Anganile, hajawahi kunisemesha kiwango alichonisemesha. Leo Yaani naona nikasema, Nganile, ulijua nami nitapotelea huko huko yaani, umeona mfu amefufuka tena amekuja, ukajua nami nitapotelea huko huko, lakini maombi yenu yamefanya kazi hata kurudi, kwa sababu sio rahisi kabisa kurudi ukawa kama hivi ulivyo. Ama mzee kuwa jasiri kama alivyolibeba hili jambo toka mwanzo kulibeba mpaka kulifikisha hapa lilipo, ni ujasiri wa ajabu, alafu ni moyo wa ajabu sana sana. Ebu soma soma Yakobo. Yakobo mbili. Anzia ya moja Walaka wa Yakobo sura ya pili mstari wa kwanza anasema Ndio ndugu zangu ndugu zangu imani ya bwana wetu